Habari. Kwa majina naitwa Esther Luhinga, ni mtaalamu wa lishe kutoka hospitali rufa ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Leo niko mbele yenu ikiwa ni wiki ya maadhimisho ya magonjwa yasiyoambukiza ya duniani ambayo huadhimishwa kila juma la pili la mwezi Novemba. Leo tutazungumzia hasa ugonjwa wa kisukari ambao mara nyingi hasa sukari aina ya, ya pili ambao tunasema kwa lugha ya kitaalamu ni diabetes type 2 ambayo huchangiwa sana na mtindo wetu wa maisha. Hivyo basi tutaenda na kuzungumzia namna gani ya kuwa na mtindo bora wa maisha hasa kwenye vyakula na namna nzima ya kuishi kuhakikisha kwamba tunayadhibiti na kuzuia ugonjwa wa kisukari. Ni muhimu sana kuzingatia afya yetu na kuhakikisha kwamba tunakula vizuri na kuishi vizuri ili kuepuka haya magonjwa yasiyoambukiza hasa kisukari ambacho tunakiongelea kwa sasa. Uh, katika kuhakikisha hivyo basi, ni muhimu watu kuwa na sahani ambazo zina chakula bora ambacho kimeandaliwa vizuri. Kwanza kabisa ni vyema kukumbushana kwamba tuache kula ulaji ambao sio mzuri, hasa ulaji wa vyakula ambavyo vinakuwa na sukari sana pamoja na mafuta mengi mara kwa mara, ambavyo ndio vitu ambavyo watu wanapendelea sana kula kwenye maeneo yao hasa ya kazini na hata maeneo pia ya nyumbani, lakini pia kula kuacha kula vyakula vya haraka, yaani tunasema fast food. Mfano kula chipsi na vyakula vingine ambavyo tunavitumbukiza kwenye mafuta mengi, lakini pia kuacha unywaji wa pombe uliopitiliza, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaacha uvutaji sigara, kupunguza mawazo na kupata muda mzuri wa kulala ili kuweza kusaidia zile homoni ambazo zinachangia katika hamu ya kula pamoja na uh, insulini mwilini kuweza kuifanya iweze kufanya kazi vizuri, lakini pia kutokuwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu ambao zaingi, muda mwingi ukiwa na msongo wa muda mrefu unapelekea pia uzalishaji wa homoni ya cortisol ambayo husababisha pia kuongeza sukari mwilini. Aa, katika mtindo bora wa chakula ni vema tukawa tunaongeza yale ambayo tunasema ni makundi ya chakula ambayo ni mazuri katika kuhakikisha kwamba tunaishi vema kuhakikisha kwamba tunakuwa na mboga za majani za kutosha. Wengine inawezekana hatupendi ulaji wa mboga za majani, lakini ni muhimu mboga za majani tukawa tunakula vizuri, tukawa pia tunaongeza ulaji wa matunda ambayo hayana sukari sana, na yale ambayo yana sukari sana tunakula basi mara chache chache, yasiwe tunayatumia mara nyingi sana. Lakini pia kuhakikisha kwamba tunaepuka ulaji wa vyakula ambavyo vinakuwa vina mafuta mengi, ikiwemo nyama nyekundu kuhakikisha kwamba tukiona hii nyama nyekundu ina mafuta mengi, basi tuibanike ifanye kupungua mafuta, alafu tutaipika jikoni ikiwa imepungua mafuta. Uh, nyama nyekundu ni zile ambazo zinatokana na wanyama wote ambao wana miguu minne. Uh, kwa hiyo ni muhimu sana kupunguza na kuhakikisha kwamba tunaishi vizuri na kuwa mtindo mzuri wa maisha, ila pia kuacha matumizi ya vyakula vile ambavyo vinasindikwa sana viwandani Mfano juisi za, za viwandani ambavyo huwa vinaongezwa sukari ya kiwandani, lakini pia matumizi ya soda ambayo pia ni muhimu ukiyapunguza, kuhakikisha kwamba tunaishi na mtindo bora wa maisha, lakini pia kupunguza um, uzito kwa wale watu ambao wanakuwa na uzito uliopitiliza, kuhakikisha kwamba tunafanya namna ya kuweza kupungua uzito, tuwe kwenye uzito bora. Kama ukienda hospitali iliyo karibu na wewe, watakusaidia pia kuweza kujua uzito bora ni upi, ambao utakufaa zaidi kwa kulingana na uh, urefu wako pamoja na uzito ulionao, kuhakikisha kwamba unakuwa na uzito ulio bora, usikufanya ukaingia kwenye haya magonjwa yasiyoambukiza lakini pia kuhakikisha kwamba tunafanya mazoezi, at least tunafanya mazoezi nusu saa kwa siku, kwa siku tano za wiki, at least unakuwa umefanya angalau, inakuwa ni dakika mia moja na hamsini kwa wiki, tunakuwa tumefanya mazoezi ili kuhakikisha miili yetu inakuwa iko vizuri, pamoja tunakaa kwenye afya njema lakini pia katika hayo tuzingatie basi kwamba tunakuwa na uh, tunasema kila unachoki, unachokila kiwe ni sawa sana unachokifanyia kazi. Ikiwa unafanya kazi ofisini ambako unatoka unapanda gari unashuka unaingia kazini, basi jitahidi mara kwa mara ufanye hata mazoezi basi ya kutembea, ama unaweza ukapata um, u tumia baisikeli badala ya kutumia gari, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na mtindo bora ambao tunakula wakati huo huo tunafanya na mazoezi, kuhakikisha kile chakula hakibaki tu mwilini na kufanya kazi zingine, lakini pia kinatumika ikiwemo kwa kufanya mazoezi. Pia kitu kingine cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tunakunywa maji ya kutosha kwa sababu katika kuishi na kuhakikisha kwamba tunakula vizuri, unywaji wa maji pia ni mzuri kuhakikisha kwamba tunakaa vizuri kiafya. Ikiwa wewe ni mtu ambaye una uh, unakunywa maji at least, basi tusiwe chini ya lita mbili kwa siku, kwa sababu tukiongeza na vimiminika vingine, usipungue angalau lita tatu kwa siku. Kwao ni muhimu sana kuzingatia hilo, lakini pia tukumbuke kula vyakula ambavyo havijakobolewa hasa nafaka kama vile kula ugali wa dona, aa, kutumia ngano ambao haijakobolewa katika kuandaa vitafunwa vyetu. Pia katika uandaaji wa vyakula ni vyema kuwa na matumizi bora ya mafuta, kutumia yale mafuta ambayo yanatokana na wanyama katika kupikia vyakula vyetu ambavyo si vya kukaanga, ambao kwa lugha ya kitaalam tunasema ni deep frying. Kama yale mafuta ambayo tunayapata kwenye mbegu, kwenye mafuta ya alizeti, mafuta ya karanga, mafuta ya olive, hayo tutatumia kupikia kawaida, lakini yale mafuta ya wanyama tutatumia katika kupikia vyakula ambavyo tunavidumbukiza Yani tunasema deep flying, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na mtindo bora wa maisha. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema chukua hatua, dhibiti magonjwa yasiyoambukiza. Asanteni.